Mshikaji anamsubiria mshikaji wake ambaye anaitwa Sam ambaye wamekubaliana kwamba waende nchi za nje wakatafute maisha. Baada ya hapo anasema kila kitu kikopoa, tunaweza kuondoka. Anamwaga mke wake kwamba, mke wangu baki salama, nitakumisi takumisi, na anahakikisha nitapambana kwa ajili yako. Bye bye. Ah, shemeji, bye bye. Mke anamwombea maisha marefu mume wake akapambane salama. Bas bwana, baada ya mwaka mmoja. Lakini cha kushangaza kila alikuwa akipiga simu hapatikani mume wake. Mke kila akipiga simu kwa bwana wake hapatikani. Ni swala ambalo mara nyingi lilikuwa linamtatiza kichwa, kwa nini hapatikani? Hata mara moja hajawahi kupatikana hata kama ni nchi za nje. Ikapita miaka mitatu, bado mke mawazo kichwani hayaishi, mbona bwana wangu hapatikani hewani? Akawa anajaribu tena kupiga, hapatikani, anaanza kupatwa na wasiwasi wasi. anapiga simu hazipatikani, wajua, akawa na stress sana kwamba imekuwaje huko alikoenda mme wangu Eh, akili ikawa ikai sawa basi, bwana, ikapita miaka mitano, mke wake alishajikatia tamaa. Leo akiwa ametoka kisimani ndipo kaona mtu kawa na shangaa. Ah, haamini macho yake e bwana bwana wake amerudi tena, anaonekana amerudi, mambo sio mabaya, mambo ni mazuri, amerudi na tabasamu la kutosha, amefurahi, yani ana bashasha kubwa sana, aamini anachokiona, namuona mke wake naye mke wake anamuona mme wake, kwamba mme wake leo, kuna mshikaji alikuwa pembeni anaangalia nini kinaendelea. Mbona sielewi, ashangaa. Wanakumbatiana kwa furaha, mwanamke amefurahi, mwanaume amefurahi, jamaa anashangaa, nini kinachoendelea? Siwaelewi hawa, umeona? Ah, mwanamke amefurahi, amefurahi kinoma yani, anafurahi tu. Lakini cha kushangaza, kumbi ilikuwa ni mawazo yake tu, bwana wake hajarudi wala nini. Anaangalia anapepesa kushoto na kulia, wala zilikuwa ni imagination tu wala hajarudi. Ndio maana mshikaji alikuwa anashangaa mbona mwanamke kama anajikumbatia. Lakini cha kushangaza, kuna mtu anatokea anakuja tena, huyu ni yule, eh, mshikaji wake na Sam amekuja, akiwa amebebea vitu mkononi, hatujui ni vitu gani. Jamaa anaangalia kwa makini, nini kinaendelea. Jamaa amekuja na buti pamoja na kiatu. Hizi nguo kama tunakumbuka vizuri, alizivaa Sam wakati anaenda kutafuta maisha. Nini kinaendelea? Jamaa amevalia sura ya huzuni, mke wake akaanza kuogopa, what happened Ashangaa napewa kiatu. Unajua alipigwa na butoa, haamini kinachoendelea. Mshikaji anamwelekeza kwamba wakati tupo huko, eh, bwana wako alipata ajali miaka mitatu iliyopita, alizikwa na serikali ya South Africa, na mimi nilishindwa, nilikuwa sina passport ya kurudia kutokana na ugumu wa maisha. Kwa hiyo nimepita njia za mkato, ndani ya miaka miwili paka nimerudi, na leo ndo nimefikisha salama. Hivi ni viatu vyake Sam, na hatuko naye tena kwenye hii dunia. Basi anamwaga mke wake kwamba shemeji kwamba mimi naondoka, lakini kilichotokea ndo hicho. Unajua mke aamini mpaka sasa hivi. Basi jamaa kwa uzuni kabisa amempoteza rafiki yake na hataki kuendelea kubaki na machungwa na amua kuondoka zake, huku mwanamke aamini kwamba mume wangu alienda kupambana mm? Lakini nini hiki? Jamaa ndo anashangaa. Ha? Kumbe, eh, ndo anashangaa kumbe ndo kilichotokea, haelewi nini kinaendelea zaidi Mke aamini, nguo za bwana wangu hizi. <laughs> anavuta kumbukumbu kumbu, siku alioaga, kwamba ntarudi nikiwa nimefanikiwa nikiwa na pesa. Ebwana, wanaume zetu wanapopata nafasi ya kwenda kupambana, tuwaombee kwa sababu maswahibu anayokutana nayo ni makubwa. Tunapambana ili kuleta furaha, lakini anarudi majonzi.